Africans, lakini mitaa ya Msimbazi na wote wanakutania hapa katika kitofu cha linalokutanisha miamba miwili watani wa, lakini kwa upande wa pili wenyeji wa mchezo, wananchi ni Oktoba Wonga, lakini viongozi mbalimbali waandamizi wa upande wa Simba ni mechi ya kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa sawa, na usalama mpaumbele, kila kitu kipo mstari. Ligi kuu ya NBC inakwenda kushuhudia siku yake ya mwisho katika msimu wa 2024 2025 na inakwenda kufungwa kwa kishindo cha dabi ya Kariakoo, inakwenda kufungwa kwa kishindo cha miamba miwili ya soka la Tanzania. Je, wamelitwaa kombe hili kwa misimu mitatu iliyopita hivyo Peter, ambaye ametoka hapa, wakiwa wanafikisi waamuzi kutoka nje nchi na makocha wote wanakumbatiana kuonesha ile fair play na upendo. Mfumo ni 4 2 3 1 kama ilivyo kawaida, kikosi cha Young Africans kutokea mchezo uliopita, Jiki Diara na Lego za safu ya ushambuliaji Israel Makaoza, wote wawili, Dickson Job pamoja na Mohamed Hussein, Musa Kamara huenda bao moja kwa bila katika uwanja huu wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam. This is just another day, kutokea kaskazini mwa Afrika ilipo bahari ya Mediterania mpaka kusini mwa Afrika ilipokuwa rasi ya tumaini jema, lakini pia usisahau kutokea magharibi mwa Afrika ilipokuwa bahari ya Atlantic. hapa ni Dar es Salaam Tanzania, pembezoni mwake ipo bahari ya Hindi. Uwanja ni Benjamin Mkapa, Dar es Salaam, ardhi ni ya Tanzania. Mimi ni Alwatan Ramadhan Gora, mwenzangu ni James Samuel, sauti ya mamlaka. Tutakuwa hapa na kwa lugha ya Kiingereza Lakba Peter Otai kusherehesha matangazo haya ya dabi ya Kariakoo kutoka uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Israel Patrick Mwenda anaikiwa shinikizo na Mutale Budo. Kocha Algerian tactician Milud Hamdi anaonja kwa mara ya kwanza joto la dabi ya Kariakoo, ameshajifunza mengi katika dabi za mataifa tofauti lakini hii ni ya kwanza kwake. amuza sema ni mpira wa kutenga kuelekezwa katika lango la Simba kucheza ndivyo sivyo. Steven Dese Mkwala, dabi yake nyingine ameongeza katika idadi ya dabi za Kariakoo ambazo amesimama katika touchline. Madhambi anayofanya desemkwala yenye faida kwa upande wa Yanga, na kwa utulivu. Chiki Diara ndio mwenye dhamana ya kuanza. Dese Mkwala mwenye dhamana ya kushambulia pale juu Simba baada ya Lionel ateba Mbida au angeweza kuamua, karibu kutikisa kiberiti pakumzuza buya. Shadrack Isaka boka wanafanya high pressing kama ambavyo amesema kocha Fadlu David, system ya kucheza haijabadilika, iko vile vile. Wekundu wa Msimbazi Simba azisimba, wakikabia kutokea juu na kwa nyima utulivu wa Young Africans kupanga mashambulizi yao kutokea nyuma. Mohamed Hussein, She Fondo, Malon Karabwe, Shamu anaskan wapi apeleke mahali alipoona ni kwa Yusuf Kagoma. Umenyonyizwa mpira mmoja mrefu hauna madhara kwa Young Africans wala faida kwa Simba, badala yake anajidai nao mlinda mlango Djigui Diarra. Yusuf Kagoma moja kati ya matukio yake makubwa atakayokumbuka ni kutengeneza pasi ya goli la Kibu Denis katika mechi ambayo ilikuwa ni matumaini makubwa sana ya kutinga katika hatua ya mtoano ya kombe la shirikisho barani Afrika kwenye uwanja huu wa Benjamin Mkapa. Maxi Nzengeli, Mudathir Aucho amepokwa umiliki wa mpira na Eli Mpanzu. Wanaondoka wekundu wa Msimbazi, Simba idaikwa kwa insha inshallah lakini amekaa imara na kunusuru hali ya mambo. Pacom Pedro anaondosha Khalid Aucho. Rangi ya dabi imeanza kuonekana mapema tu, hauhitaji tochi kumulika kujua kwamba hii ni dabi ya Kariakoo, na hapa zitakutana timu mbili ambazo zimekuwa ama zimekuwa bora sana katika msimu huu wa 2024/25 Kagoma haijafika kwa Elim Panzu. Jukabuya, Maxi, Mudafia, Aminasa El Capitano Hamer Hussein Zimbu Jr. Karabu Shamu. Chef Fondo Malon, kwa utulivu wa hali ya juu anaondoka nao Budo Mutale, pasi ya kupenyeza lakini haijapenya katika miguu ya Israel Patrick Mwenda bol, imetulia tena katika miguu ya wananchi Diaro Jikidiarosci Protector Shadrach Boka Pakom Jukabuya Pakom Zuzwa, pasi yake imeparazwa na Prince Mpumelelo Dube na umiliki wa mpira umehama wakidanao Simba sasa, Chemalon kwa Shamu Karabwe, Shamari pasi moja ndefu ile offside, amenaswa katika mtego wa kuotea. Jean Charles Ahua, dakika 4 za kucheza kote mambo yanaonekana kuwa na presha. Simba wakianza mashambulizi taratibu kupiga pinto la Yanga, lakini ukitazama kwa Yanga utulivu umekuwa ni mkubwa, hakuna presha kubwa sana. matokeo yoyote ambayo yanamaanisha sare yanamaanisha Yanga anaendelea kujikita kileleni, lakini Simba akishinda ndio championi mpya. Shadrack Boko, shambulio lile limepunguzwa kasi na safu ya ulinzi ya Simba na kunaswa na Musa Kamara. Steven Desi mkwala amemrahisishia kazi Dickson Joe, foul ameing'amua mwamuzi Amin Mohamed Omar kwamba ni mpira wa kutenga, baada ya kuchezewa ndivyo sivyo kwa Maxim. Pia Nzengeli, ilipigwa pasi through ball ile, lakini pia Nzengeli akaiacha kwa nyuma. Mohamed Huseni akafanya madhambi, mwamuzi akiwa pale akaonyesha kwamba ni mpira wa madhambi wenye faida kwa upande wa Yanga, yanakuwa ni madhambi ya pili Simba wanayafanya, na ukitazama mechi bado ile kasi ambayo unaitarajia kwa nguvu haijafikia kwa kiwango, lakini zinapigwa na zinaonekana zinaguswa na zinatoka, tukabuya Mutale Elimpa zuu ndivyo <todicata> sivyo. Elim panzu anagaagaa. Amin Muhammad ana hukumu hii mechi lakini kitaaluma yeye ni mwanasheria, kwa hiyo anafahamu sheria za mpira lakini na sheria za kawaida kwenye maisha ya kawaida hapa alienda, akaona alichokifanya muda athiriaya mbele ya elimu panzu, licha ya kwamba aliugusa mpira, lakini kuna namna ambavyo mguu wake ulienda kumzuia elimu panzu, ambaye yeye alikuwa na faida ya mpira. Amin Muhammad Omar ni moja kati ya waamuzi bora katika soka la Afrika na anawakilisha waamuzi wa soka ambao wana taaluma ya sheria e, na hata bongo tunao wakina Frank Komba, licha ya kwamba ni askari wa jeshi la polisi lakini taaluma yake ni sheria, na wengineo kadha wa kadha ambao wana taaluma zao binafsi lakini wanahudumu katika mpira wa miguu na hakika wamekuwa ni watu muhimu katika soka la nchi hii. Muhammad Hussein Zimbwe kwa Elimpanzo rabwe Shamu Kagoma Chemalon anawambiwa asoge juu, lakini mali iko kwa Muhammad Hussein, anaitoa sasa kwa Budo Mutale, anapokuwa mpira na Maxi Nzengeli anamwacha wa pili, amekataa. Yusuf Kagoma pasi upande wa pili, yuko chini. Shumari Salum Kapombe, no foul, anaondoka padopa kwa mzuzwa anataka kumwacha Fabrice Luamba Ngoma amekataa kuachwa na anautoa mpira nje. Karabwashamu ni mpira wa kurusha kuelekezwa. Simba ilionekana kama kuwa faida hivi. Shomali Kapombe akiuania mpira pamoja na Pako mzuzu wa pedo akaenda chini, mwamuzi akamwambia kwamba akukuwa na lolote ambalo umefanyiwa akaacha faida, ambayo Yanga wameshindwa kuitumia, na ni mpira wa kurusha Dickson Chop mwenda kwa Mudathir Yahaya Abbas Goma Fabrice Chemalon Eli Mpanzu anaikiwa Jean Shalahwa, pasi imekuwa ni ndefu kiasi cha kufika kwa, kwa Shadrak Boka Ibrabak Akom imepigiza pasi imepenya kwa Dube Mudathir Yahaya Abbas kwa Maxine Zenkeli amenasa na ameshtukia mtego. Muhammad Hussein Kapombe Shomari pigwa pasi ndani kwa Elimpanzu, pembeni yake ni Jean nshalahua ameitaka Steven Dese Mukwala ameekewa, lakini imenaswa na Jigi Diara, na kwa haraka mno anaanzishiwa Israel Patrick Mwenda. Maxi anapiga kaningoja, ile tangulia naja, imekataliwa na Muhammad Hussein na amecheza ndivyo sivyo. Maxi mpianzangeli ni friki faida ya Simba Alijitanguzia njiani, lakini matokeo yake akafanya madhambi kwa kucheza bega lile alining'inia kwa Mohamed Hussein na mwamuzi